Mheshimiwa William Bangimembe Lukuvi, mbunge wa Isimani. Mheshimiwa Speaker, kufuatia tangazo la gazeti la Serikali la tarehe 28 Aprili mwaka 2025 lenye GN namba 146 la mwaka 2025, Serikali iliwasilisha bungeni taarifa ya matoleo ya matangazo yani hati pamoja na GN namba 146 siku ya tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka huu. Baada ya kuwasilisha hapa bungeni wewe Mheshimiwa Spika ulielekeza serikali kukutana na waheshimiwa wabunge wawili mbunge wa Kiteto na Chemba ili wajiridhishe kama GN hiyo inatatua changamoto walizowahi kuwasilisha bungeni kuhusiana na pori la akiba la Mkungunero hususan kuhusu mipaka mipya. Baada ya mashauriano, mheshimiwa spika, baada ya mashauriano nao na, na ndani ya serikali, baada ya kushauriana ndani ya serikali serima, serikali sikivu ya dr Samia Suluhu Hassan, tumeona ni busara kuondoa GN au hilo tangazo la serikali, tangazo la serikali namba 146 kwenye orodha ya hati husika ili kuipa serikali muda zaidi kuona namna bora ya kutatua, kutatua changamoto zilizojitokeza zinazohusu mipaka mipya baina ya pori la akiba la Mkungunero. Mheshimiwa, kwa taarifa hii napenda kulijulisha bunge lako tukufu kwamba serikali imeondoa tangazo hilo. Asante sana. Uh, Waheshimiwa wabunge, hiyo ni taarifa fupi ya Mheshimiwa Waziri. Sasa tunaendelea na ratiba yetu.